Shalom, mtu wa Mungu. Mm, nikuletea kipindi hiki ambacho e, bila shaka tutaendelea nacho siku hata siku katika kipindi chetu hiki cha neno la Mungu ambacho kimeandaliwa na mtumishi wa Mungu, Mwalimu Yola Mchangala. E, kipindi hiki tutakuwa tunajifunza mambo mbalimbali ya kuhusiana na kanuni ya kimungu au kanuni ya kibiblia mbayo waliwahi kuitumia watu wa Mungu katika nyakati za Biblia na sisi katika zamani tulizo nazo, basi tutajifunza ili tupate kujua maongozo au miongozo au maelekezo ya kimungu. E, siku ya leo nataka nikulete e, mada hii au elimu hii au mafunzo haya kwa neema ya Kristo Yesu ambayo amenipa basi leo kichwa chetu cha somo au kichwa chetu cha ujumbe ambacho tutatembea nacho kinazungumzia jinsi ya kusoma Bibilia na kuielewa kirahisi. Jinsi ya kuisoma Bibilia na kuielewa kirahisi. Nafahamu watu wengi katika zamani zetu wanapenda sana, wangekuwa wanasoma Bibilia na kuielewa, ila changamoto inayokuwepo ina ni kwamba wengi wao wamekuwa wanaisoma bibilia, ila wanashindwa kuitambua au wanashindwa kuelewa ili kwa inamaanisha nini, na mwisho wa siku, wengi wao wamekuwa nakuwa na mkanganyiko mwingi. Sasa leo nimekuletea njia nyepesi zaidi ya kuisoma bibilia na kuielewa. Twende moja kwa moja, tuanze kwa kusoma maandiko ya kwenye bibilia ili pengine tuweze kuwa na msingi mzuri wa kupitia neno la Mungu. Tuanze na andiko linalotoka katika Yohana ile sura ya saba mstari wa 14. Nikusomee wezekana, shika Biblia yako hapo, lakini shika pia na daftari na peni yako ili upate kujifunza kipindi hiki ambacho nataka tuchambue jinsi ya kusoma e, Biblia na kuielewa katika Yohana ile sura ya saba kuanzia msari wa kumi na nne imeandikwa kusema kwamba hata ikawa katik, katikati yes Yesu, ya sikukuu Yesu alikuya akaingia hekaluni akafundisha. Msari wa kumi na tano asema wa hivi Wayahudi wakastajabu akisema wa amepataje huyu mtu kujua elimu ambayo hakusoma. Hapa walichokuwa nazungumzia ni elimu ya neno la Mungu wayahudi wakawa na stajabu kwamba amewezaje Yesu kujua haya mambo kuyafasiri, ambayo hakusomea. Sasa msali wa kumi na sita, niendelee kusoma katika hiyo Yohana ile ile sura ya saba, msali sasa wa kumi na sita, nasema: basi Yesu akawajibu akisema wa mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. msali wa kumi na saba ambayo ndio pointi ya kuishika sana Mstari wa 17 anasema hivi: mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Mtu akipenda kuyatenda. Kinachosababisha watu wengi wasielewe Biblia ni kwa sababu hawa, hawaishi kwenye yale ambayo Biblia imeelekeza au imefundisha. E, kwa maana nyingine nyepesi ni hivi kwamba bibilia hii tunaisoma, ambayo e, hata wewe umeishika hapo, huwa unaisoma imeandikwa na watu waliokuwa wanaandika maisha yao, yaani kulingana na naishi, vile walivyokuwa wanaishi, vile vilivyokuwa vinatokea kwenye miili yao na kwenye maisha yao, hivyo ndivyo walivyoamua waviandike kwenye bibilia hii ambayo unaisoma tena haikuitwa Biblia. Wao walikuwa na kitabu. Kwa mfano kitabu cha Matayo, kitabu cha, cha Kutoka, kitabu cha e, cha mambo ya Walawi, labda kitabu cha Nehemia, walikuwa na, wan, au kitabu cha Yeremia, kitabu cha Isa, walikuwa wanazungumzia maisha yao, yani historia zao, wamepita wapi, walifanya nini, na mwisho wa siku ndo wakawa wanaandika katika sehemu ya yale ambayo walikuwa wanayaishi sasa nimekusomea hapa ambao ndio nasema mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua kwa habari ya haya mafunzo yanatoka wapi. Kwa maana nyingine eh, ukiliishi uki au ukianza kuyaishi mafundisho ya kwenye Biblia, ukisoma pia katika Biblia katika Luka mahali fulani, hapa nataka nikusomee Biblia inasema kwamba aliye mwaminifu katika mambo madogo hata mambo makubwa wanaweza kuwa mwaminifu wengi wao. Au wa, wengi wa watu wengi wamekuwa wanatamani wajue hey, kwenye bibilia ametajwa dajoka anavichwa siku kumi na saba. Sasa mimi, mimi nikushauri au tu nikwambie mtu wa Mungu kwamba achana na kuhangaika na mambo ambayo magumu ambayo utaumiza tu ufahamu wako embo yanzia kwenye yale kwanza ulioyaelewa, yaishi vile utakavyokuwa unaishi, na mengine utayaelewa kwa namna nyepesi. Lakini kitendo kitakachopelekea ukawa e, unatafuta kujua si joka lina vichwa kumi na saba si kumi na tano e, wala siji kwenye kitabu cha Danieli mafumbo e, mimi nakwambia utaumiza ufahamu wako bure tu utajichosha bure tu. Sikwambii kwamba usizisome hizo habari, ila e, ambatanisha na maisha yako. Yaweko maisha ambayo utakuwa unayaishi, hayo yenyewe yatakuwa yana uwezo wa kufasiri au kujaribu kukuonyesha kuhusiana na mengine ambayo utakuwa huyaelewa, utaanza kuyaelewa kwa namna nyepesi. Nilikuwa ninatafuta mahali katika Biblia ambayo nasema eh, nikusomea hapa katika kitabu cha Luka kumi na sita mstari wa kumi inasema: aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Sasa nataka nijaribu kufupisha mada hii kwa sehemu, nikwambie tu kwamba hawa walio soma au waliokuwa wameandika maandiko haya au Biblia hii waliandika wakiwa wamevuviwa na Roho Mtakatifu ambaye ndiye alikuwa anawaongoza wa, waandike nini. Sasa yoyote atakayetaka kusoma hii Biblia inampasa na yeye pia awe kwenye ulimwengu waliokuepo wao kama wao waliandika wali, wali vitu kwa kusukumwa au kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu, na hata atakayesoma ili alewe itampasa nae pia awe na kitu kinachoitwa Roho Mtakatifu, ndipo ataweza kulielewa au ataweza kuelewa Biblia kirahisi sana. Pengine nikusomea hapa pia katika Petro wa pili ile sura ya kwanza msari wa ishirini. Nikusomee hapa nasema hivi: Mkijua neno hili kwamba ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa wao waliongozwa na Roho Mtakatifu kunena au kuandika yaliyo kwenye Biblia. Sasa njia nyepesi ya wewe kuelewa, lazima nao Roho Mtakatifu huyo huyo aliyowavuvia wao kuyaandika haya, na wewe uwe naye huyo Roho Mtakatifu, ndipo ataweza kukufasiria au kukufundisha juu ya hayo ambayo wewe pengine unaona ni maandiko magumu sana. Magumu sana, mimi siyaelewi. Ni, ni kwambia utahitaji Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye mwalimu mzuri na Roho Mtakatifu paka umpate. Nitakuelezea kanuni zake hapa kadhaa, nitakuelezea kanuni zake kadhaa hapa, ambazo nitataka nikusomea, lakini pia nikusomee kidogo hapa maandiko katika Yohana, nikusomee hapa katika Yohana, nikusomea hapa katika Yohana eh, nikusomee hapa katika Yohana sura ya 14 nikusomea hapa mahali fulani, nikusomea hapa mahali fulani Yohana, e, ile sura ya 14 msari wa e, 26 s, lakini, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka ata kwa jina langu atawafundisha yote na kuwatia. Nirudie e, tena Anasema eh, lakini huyo msa, msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha kuwa yote niliyowambia. Huyo Roho Mtakatifu atakapokuwepo, atakapokuja, yeye atakuwa kazi yake ni kuwafundisha na kuwakumbusha kwa habari ya yote ndiyowafundisha eh, kiujumla, ukiwa na huyu ambaye ndio Roho Mtakatifu yeye hutatabika kwanza kuto kuyaelewa baadhi ya mambo, yeye atakuwa na kufundisha ni kuongezee. Katika Yohana 16 mstari wa 13 na nasema hivi, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie katika kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayowasikia atayanena, na mambo yaja atawapasha habari. Sasa Hitimisho langu ni hili hapa kwamba utahitaji uwe na maisha fulani ambayo hayo yatamfanya huyo Roho Mtakatifu azidi kuongezeka kwenye maisha yako, maisha ambayo utahitaji, utahitaji kufunga au kuomba uta, utahitaji kwanza, cha kwanza kuomba kila siku, utahitaji kuomba kila siku e, si chini ya lisari moja kila siku patikana mahali fulani ukiwa unaomba hiyo pia. Yesu aliishi mitume waliishi, e, na manabii waliishi kwa sura hiyo, ndio maana wao walivuviwa na Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu e, aliwaongoza na kuwa pamoja nao kwa sababu waliishi maisha nikusomea hapa katika Luka 21 mstari wa 37 inasema vivyo, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni na usiku huenda kulala katika mlima uitwao Mizaituni, na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Sasa msao 37 ambao inasema kwamba kila mchana alikuwa akifundisha fujioni uenda kulala katika mlima wa Mizaituni, kule alikuwa haendi tu kulala, alikuwa anaenda e, kuomba kila siku. Alikuwa na desturi hiyo, alikuwa na tabia hiyo kila siku jioni ataenda kuomba. Lakini pia hata wanafunzi wa Yesu walikuwa na tabia hiyo, pengine ni kuongezea hapa pia katika Luka sita. Luka sita hapa ni kusome mahali fulani hapa e, Luka sita msali kama wa kumi hapa ni kusome pia uone Luka sita msali wa kumi na mbili ikawa E, siku zile akaondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Aliomba usiku kucha. Yesu ndo alikuwa na desturi hiyo ya kuomba kila siku, alikuwa na desturi hiyo, hapa aliomba usiku kucha. Sasa lazima uwe na maisha haya, ndipo Roho Mtakatifu atatawala maisha yako, kwa sababu chakula cha Roho Mtakatifu ni maombi ya kila siku yawezekana, wengi au eh, mahali utakapokuwa da mfumo huo wa maombi mengi haupo, utatakiwa uwe na maombi mengi ambayo hayo ndiyo yatakayomfanya Roho Mtakatifu aongezeke sana kwenye maisha yako. Lakini mbili yake utatakiwa uwe unafunga walau kuanzia siku mbili, uwe unafunga walau kwa wiki mara mbili na pia jiwekee ratiba hata za mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi unafunga hata tatu kavu nne kavu tano kavu, kulingana na vile utakavyokuwa umejipangia. Wakati mwingine jiwe jiwekee labda mwanzo wa mwaka unafunga hata siku arobaini. Kila mwisho wa mwezi labda unajiwekea siku mbili au tatu. E, na katika kila wiki unajiwekea unafunga walau hata mara mbili kwa juma. E, ni kukusoma, kuna maandiko hapa katika Mathayo, nasema mafarisayo alikuwa anapenda kufunga mara mbili kwa juma. Katika Luka ile sura ya kumi na nane e, kuna mahali mafarisayo anajitaja kwamba mimi nafunga mara mbili kwa juma. Sasa ukisoma katika Mathayo e, katika Mathayo ile sura ya tano e, nikusomea hapa sura ya tano Mathayo sura ya tano Mathayo mstari wa ishirini nasemana, naambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya mafarisayo e, hamta ingi, hamta ingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kuingia ni kuona namna za utendaji wa Mungu kwenye maisha yako zikiwa zinatawala au naongozwa na mamlaka ya kimungu inakuwa imekufunika. Ukisoma katika Marko ile sura ya nane kuanzia mstari wa kwanza utakuta waliwahi kufunga siku tatu mfululizo tatu. E, Yesu alikuwa anafanya ibada na watu siku tatu mfululizo wamefunga. Sasa sisi tutahitaji kufanya zaidi yao. Kwa hiyo e, lazima uwe na hicho kitu. Lakini e, mwisho kabisa, ambayo ndo ndotatakiwa uwe nayo, na hii ni ya lazima sana, ni kujitenga na uovu au kujitenga na mazingira ya uovu. Hii itakufanya Roho Mtakatifu atawale maisha yako, kwa sababu Roho Mtakatifu hakai mahali pachafu. Roho Mtakatifu anakaa mahali safi, ndo maana anaitwa Roho Mtakatifu ili, uh, ili atembee na wewe ili yaongoze maisha yako. Imeandikwa hivi katika Yohana hapa nikusomea sema, mkinipenda mtazishika amri au sheria zangu, ndipo na mimi nitamwomba baba awape msaidizi mwingine au awa awape roho mtakatifu. Nikusomee hapa katika e, yohana Yohana kumi na nne msari wa kumi na tano nasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakai na mtu isipokuwa, kwanza kuna maisha safi. Mkinipenda mtazishika sheria zangu. Sasa hapo ukisha ukishatimiza haya kwenye yeye niliyokwambia, bibilia itakuwa kitabu kigumu kwako kukielewa, utaelewa kwa namna nyepesi, kwa sababu Roho Mtakatifu atatawala maisha yako, ndiye atakayekuwa mwalimu wa kweli mahali popote Utajikuta automatikali ukiingia kanisa lolote, kama wao wamejiungamanisha na madhabahu za kuzimu au wamejiungamanisha na vitu vya kishetani, au mahali kwenye kanisa hilo wanafanya vitu vya kishetani, utajikuta ndani yako Roho Mtakatifu anakwambia hapa si mahali sahihi pa kusali. Utajikuta automatikali ndani yako Roho Mtakatifu anakuwa anaugua na kukwambia, anakwambia hapa ondoka vinginevyo utajikuta unatembea ukiwa kwenye giza totolo. Utashiriki kila aina e, ya vitu vichafu na vitu viovu. Na mali pengi utajikuta unashikishwa vitu vya hovyo na kuambiwa hivyo ndo upako au labda ndo Mungu yumo, lakini kumbe hata Mungu hayumo humo. Neema Kristo Yesu e pamoja naye. Kwa leo, acha niishie hapa, e, nikutakie baraka na neema Yesu Kristo. Namba zangu ni hizo hapo, e, waweza wakachangia sadaka zako lakini pia Waweza ukakomenti kusema ume umejifunza nini umeelewa nini na nini unachotaka kwa u, maoni na kwa ushauri utakayokuo na hitaji, usisite kukomenti chini hapo, lakini pia usisahau kusubscribe, tuendele ili tuendelee kujifunza elimu hizi za ufalme wa Mungu. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe amen.